Miongoni mwa stori ambazo huenda isiwafurahishe ama kumfurahisha Rais Volodymyr Zelensky na raia wa Ukraine ni pamoja na stori hii ambayo inasema kuwa msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani, Michael Stenfo amesema kuwa Ujerumani inahitaji kuzingatia ulinzi wake binafsi pamoja na ule wa washirika wake wa Ulaya. Kwa mujibu wa CNN, Stenfo amesema Ujerumani tayari imefikia ukomo wa uwezo wake wa kusambaza silaha kwenda nchini Ukraine kutoka kwenye hifadhi yake ya silaha ya Bundeswehr nchini humo. Alitoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza kwenye mkutano na vyombo vya habari siku ya Jumatano. Stempfle aliulizwa kuhusu uhamisho zaidi wa mifumo ya ulinzi ya Patriot na silaha nyingine kutoka kwenye hifadhi za silaha za Ujerumani kwenda nchini Ukraine. Shtemfle aliweka wazi kuwa ingawa Ujerumani tayari imetoa mifumo mingi ya ulinzi kwa Ukraine, kuna kikomo cha asili kwenye msaada wake kwenye mzozo huo. Aliangazia pia umuhimu wa Berlin kuimarisha uwezo wake wa ulinzi wa taifa na kuhakikisha washirika wake wa Ulaya wako katika nafasi nzuri ya kujilinda dhidi ya tishio la kuvamiwa na vikosi vya Russia. Alisema kwamba mchakato wa kuhakikisha ulinzi wa Ujerumani unakwenda sambamba na msaada kwa Ukraine. Ujerumani imekuwa mmoja wa watoa msaada muhimu kwa Ukraine tangu kupanuka kwa mzozo kati ya Ukraine na Russia mwaka 2022 na imechangia kwa kiwango kikubwa msaada wa kijeshi na kifedha kwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa Stempfle, alisema Ujerumani imeshaifadhili Ukraine msaada wa takriban euro bilioni 44 sawa na dola za Kimarekani bilioni 47 ambazo kwa kitanzania ni sawa na kiasi cha shilingi trilioni 123 kwa mujibu wa takwimu za serikali ya nchi hiyo. Msaada huo umekuwa ukijumuisha vifalu aina ya Leopard, roketi ama makombora ya kukabiliana na makombora yanayorushwa na Russia ya Panzerfaust, makombora ya kuzuia ndege za Stinger na magari ya vita ya kujisukuma yenye kinga za Gepard yanayotumika nchini Ukraine. Ingawa haijulikani kauli hiyo ya Stempfle itakavyoathiri msambazaji wa msaada huo ama ujao wa kijeshi wa Ujerumani kwa Ukraine, hata hivyo, imetokea wakati ambapo Kiev inaweza kukumbana na changamoto zaidi katika uwanja wa vita baada ya Trump kutangaza kusitisha usambazaji wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Vyombo vya habari vingi nchini Marekani vimedai kuwa Trump aliagiza kusimamishwa kwa usafirishaji wa silaha zote kwenda Kiev kufuatia mabishano yake ya hadhara na kiongozi huyo wa Ukraini, Volodimir Zelenski yaliyotokea katika ofisi ya Oval ikulu ya White House nchini Marekani. Kusimamishwa huko kunadai kujumuishwa silaha muhimu kama vifalu vya vita, makombora ya masafa marefu na mifumo ya ulinzi wa anga. Marekani pia imesitisha ushirikiano wote wa taarifa za kijasusi na Ukraini, kulingana na mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani CIA Johnny Ratcliffe. Zelensky ameonyesha wasiwasi wasi juu ya kusimamishwa kwa msaada huo wa kijeshi wa kigeni, akisema kwamba uwezo wa Ukraini wa kudumisha ulinzi wake bila msaada wa nje ni mdogo. Russia imekuwa ikikosoa msaada wa kijeshi unaotolewa na magharibi kwa Ukraine ikidai kwamba unachelewesha kumalizika kwa mgogoro huo bila kubadilisha matokeo yake. Hata hivyo, maofisa wa ikulu ya Moscow wamekusudia mara moja na mara kwa mara kwamba msaada kama huo unaongeza mvutano na kuzuia matarajio ya suluhisho la amani kati ya pande hizo za mzozo huo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea tutakusogezea kila update inayohusiana na mzozo huo kati ya vikosi vya Russia ya Vladimir Putin dhidi ya majeshi ya Ukraini yanayoongozwa na Rais Vladimir Putin jina langu na Rais Volodymyr Zelensky. Jina langu ni Mgongo Kaitira, na hii ni Mwananchi Digital.